Na msikilizaji, katika mjadala wetu leo, tunazingatia jinsi sera kali za uhamiaji za rais wa Marekani Donald Trump ambazo zilikuwa sababu muhimu ya ushindi wake wa mwaka 2024 sasa zinaibua mgogoro mkubwa wa kisiasa, hasa katika jimbo la Minnesota. Operesheni ya Metro Surge, ambapo maafisa wa uhamiaji wa ulinzi wa forodha ICE na maafisa wengine wa shirikisho wameongezwa kwa idadi na nguvu, imechochea, ni jambo ambalo limechochea makabiliano na miito ya kupinga sera hizi. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa maafisa wa shirikisho wamewaua raia wawili katika mfululizo wa operesheni hii, ikiwa ni pamoja na mhudumu wa chumba cha wagonjwa mahututi, ICU, jambo lililosababisha hasira kubwa na maandamano makubwa huko Minneapolis. Leo tunashirikiana na Mubelwa Bandio, ni mwandishi ambaye yuko Marekani huko Maryland, na profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na yuko huko uh, Washington DC. Wote wako kwenye laini ya simu na tutaangazia athari za sera hizi kisiasa na kijamii. Tutajadili hali ya ICE, athari kwa jamii ya Wasomali na watu wenye asili ya Afrika, kejeli za kisiasa, hatari kwa Warepublican kuelekea uchaguzi wa nusu muhula na hatua za Trump kutuliza hali. Bwana Mubelwa Bandio pamoja na profesa David Monda, karibuni katika mjadala wetu. Naam, na tuanze na bwana uh, Bandio. Uh, sera kali za, za, za uhamiaji ndizo zilizomsaidia Trump kushinda uchaguzi wa mwaka 2024. Kwa mtazamo wako ni, ni lini hasa sera hizi zilianza kuonekana kama mzigo wa kisiasa badala ya faida hasa tukizingatia kinachotokea sasa hivi huko Minnesota? Nafikiri kwa Marekani imekuwa ni swala la kuamka. Unajua, ni ile ambayo unafikiria harusi badala ya ndoa. Um, kwa hiyo baada ya kusema i do i do, honeymoon inapoisha ndo anakuja gundua kwamba oh, ina maana hui ndio nitakaekuwa naye for the rest of my life, hapo ndo changamoto inaanza. Na kwa watu wengi kwa Marekani inaonekana halikuwa dhana, kwa sababu kura zilishaonyesha kwamba si watu wengi walikuwa wakimtaka Donald Trump, ila wengi zaidi walikuwa hawataki mwendelezo wa Joe Biden. Kwa hiyo asira walizokuwa nazo na kile walichokuwa wanafikiria baadhi ya makundi, ukiangalia kundi kwa mfano walikuwa najita muslim for um, For Donald Trump ambao sasa hivi wengine wamekuja na kusema kwamba wamejitia baadhi ya maamuzi yao, kwa jinsi ambavyo walidanganywa, walikuja na kile ambacho walisema ni genocide jo. Kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo kweli vinawezekana vilikuwa haviendi vizuri, lakini watu hawakufikiria sana juu ya alichokuwa akikisema Donald Trump kwa kina. Yote anayoyafanya haya aliyasema wakati wa kampeni yote mm, zaidi tano huyo, anaanza kusema kumbe alipata kuisema, lakini kwa sababu fikra za watu wengi zilikuwa ni kumwondoa Joe Biden na vita zilikuwa ni kuleta mabadiliko, tusiwe na mwendelezo wake, watu hawakuweza kusikia. Kwa hiyo uh, nini ame watu wa, walianza kusema kwamba kila ambacho kiliwafanya wapige kura kimekuja kugeuka kuwa mwiba, ni pale ambapo walikuja kuangalia kwamba kulikuwa kuna nini kinasemwa ama nini kinasemwa kutendeka. Swala ambalo hawakuwa wametilia maanani ni vipi kitakwenda kutendeka. Sasa ukiangalia okay, uh, yote ambayo wametendeka kwa mfano, wanaambia watu kwamba Rais Donald Trump aliahidi kuja kushughulika na wahamiaji haramu nchini Marekani. Wanaoandamana si wahamiaji haramu, kwa sababu wakiandamana wahamiaji haramu watakamatwa. Wanaoandamana si wahamiaji haramu, ina maana ni wakazi wa hapa walio wao wote ni raia wa hapa. Mm. Sasa swali linakuja ni kwamba kama Donald Trump anafanya haya ili kuwajali wale ambao uh, ni wakazi halali wa nchini Marekani, kwa nini bado wanaandamana katika kumpinga? Mm. Suala la vipi anafanya anachokifanya, na hapo bado walipoanza kuona hicho, sasa watu wamekuja kugundua kwamba pengine uh, Uh, mtu anafanya jambo sahihi kwa namna isiyo sahihi na kufanya jambo zima lisiwe sahihi. Mm, nikigeukia Profesa Monda, kwa kuangalia hali halisi ilivyo huko Minnesota, jamii za Wasomali na watu wenye asili ya kigeni zimeathirikaje na operesheni za ICE na unafikiri hali hii imebadilisha vipi maisha ya kila siku ya wananchi huko? nadhani eh, kwa kiwango kikubwa eh, jamii ya wahamiaji kwa ujumla eh, ime eh, imegubikwa na hofu imegubikwa na hali ya sintofahamu eh, kwa sababu eh, eh, wahamiaji tu hata eh, raia wa marekani pale ambapo maafisa wa ICE wanapoongea eh, na wewe ukiongea na na uh, ile accent au uh, usemi wako wa Kiingereza kama mm, inaonekana ya kwamba wewe mm, si Marekani, ni kama wan, wanakushika eh, wameathirika tena kwa njia fulani wa Somali hususan eh, kwa sababu eh, kisheria miaka ya tisini, vile kulizuka vita kule Somalia, eh, serikali ya Marekani ilikuwa imewapatia Wasomali hifadhi yani kile tunaita TPS, Temporary Protected Status. Eh, Trump akaipiga kalamu kwa wakati huu, zaidi ya Wasomali eh, elfu nne eh, wamelazimika eh, Eh, kuhakikisha kwamba watoke Marekani eh, ifikapo eh, mwezi wa tatu wa mwaka huu. Lakini Profesa Monda ten... ni, ni, ni, ni, ni kukatize eh, eh, samahani, kwa nini kwa nini Trump anaonekana kuwa na na labda chuki dhidi ya jamii hii ya Wasomali? Ni kitu gani kinachopelekea jambo hilo? Kwa ujumla ni ana, ana, ana, ana misimamo yake ya, ya ubaguzi eh, ubaguzi wa rangi yaani kile tunaita nativism ya kwamba amesema Marekani iwe eh, taifa ambalo inashughulikia sana wahamiaji kutoka eh, mataifa ya Ulaya vile ilivyokuwa kabla miaka ya sitini ambapo eh, wahamiaji wengi walikuwa eh, wametiliwa maanani wale ambao wanatoka mataifa ya Ulaya na sio wale ambao wametoka Afrika, Asia ama Amerika eh, eh, eh, kusini, na pia eh, kwa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wafuasi wake sugu hmm. wa chama cha mrengo wa kulia wengi wao walikuwa na msimamo mkali sana na na uhamiaji, kwa sababu walikuwa nasema Marekani inabadilika sana. wahamiaji wengi wanatoka mataifa yanayoendelea wasio uh, weupe. Kwa hivyo kumekuwa na, na na pia ile ile mvutano kwa, kwa njia hiyo. Lakini pia kumalizia, kiuchumi ni kama walikuwa wanaona ya kwamba wahamiaji wanaendelea Eh, kutumia eh, au kusukuma eh, hali ya mapato eh, au malipo kwa Wamarekani kwenda chini na, na hiyo yote siyo kweli lakini ilionekana ni vivyo hivyo, hivyo. Mm, na shukran uh, Profesa Monda kwa hilo lakini mimi swali linalojiuliza Bwana Bandio mm. ni, ni, ni, ni majimbo na miji huko Marekani yana nguvu kiasi gani za kuweza kupinga au kushirikiana na operesheni hizi za, za, za maafisa hawa wa ICE bwana Bandio? kwa hiyo kuna baadhi ya sheria ambazo majimbo yanaweza yakafanya, ya kwa mfano, kuna ushiriki ambao unaweza ukatoa kutoa taarifa za watu mbalimbali mbali. kwa sababu hata ICE nao, kwanza kuna kipindi walikuwa wanataka waanze kushughulika na wale ambao wana rekodi ya uhalifu. Rekodi ya uhalifu haitunzwi hai na, na, na na askari wa shirikisho. Kumbuke Marekani kuna zaidi ya watunza sheria, wasimamiaji sheria zaidi ya laki nane. Ni laki moja na thelathini na saba elfu tu ambao wanaripoti katika serikali ya shirikisho, wengine wako katika um, serikali za mitaa, serikali za kimajimbo pamoja na miji mbalimbali, kwa hiyo wanaweza wakafanya hivyo kwa kusema kwamba hatushirikiana nao, kwa sababu kuna vitu ambavyo hawawezi kugoma kabisa. Rais kupeleka anaweza akapeleka, ila zipo sehemu ambazo wao hawataweza kushirikiana nao kwa hiyo ni pamoja na mambo mengine. Wanaweza wakasema hatutaweza kutoa wa ushirikiano katika baadhi ya mambo, ikiwemo kutoa zile taarifa za nani labda ana kesi au wanakwenda wapi. Uh, wanaweza wasitoe anwani kama ambavyo ingestahili na mambo mengine, lakini hawawezi kuzuia uh, jeshi lisipeleweke, na ndio maana wanaweza uh, wakazuia jeshi ambalo liko chini yao. Ndio maana wanaona hatumii zaidi National Guard pengine na marine, anatumia ICE kwa sababu ICE ni miongoni mwa majeshi um, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa, mwa ama watunza watu sheria ambao wako chini ya mamlaka ya rais. Kwa hiyo mm. So yu majimbo yanaweza yakachelewesha ya ya baadhi ya mambo, yanaweza yakafanya ufuatiliaji usiwe mgumu, lakini hayawezi kuzuia kabisa kusema kwamba hawatokuja kwetu. Wananchi wanaweza wakashurutisha mambo kama haya, kama walivyoona wananchi baadhi ya sehemu kama Virginia, ambapo uh, askari wake waliletwa, national guard waliletwa hapa hapa uh, Washington DC, mmoja alipo waa wow, wananchi kule wakaanza kuwaza kwamba kule wana national guard wao, kwa nini wewe uh, gavana unalazimisha wauku waende kule matokeo yake, ndugu yetu wanauao kwao, ni makosa yako. Kwa hivyo vinafanya baadhi ya magavana waanze kupata wasiwasi, na ndio maana mm, inapotokea rais Donald Trump anataka kutumia jeshi nje ya lile ambalo ni la federal, kama ICE, analazimika kutumia kutoka kama jimbo ya Kirepublican kwa sababu ni lazima kuwe na utashi na makubaliano na wale watu ili waweze kutumika katika kazi hizo. Mm, nikija kwako uh, profesa Monda, tunaona kwamba uh, rais Donald Trump ameanza kuchukua hatua za kama kurekebisha rekebisha hivi operesheni hizo zinazoendelea huko Minnesota. Je, hii ni ishara ya mabadiliko ya kweli ya mkakati au ni mbinu ya kisiasa tu kupunguza, eh, hasara ambayo inaweza kutokea katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambayo utakuwa unafanyika baadaye mwaka huu mwezi Novemba huko? nadhani ni ni kujaribu kupunguza madhara eh, kwa sababu wana Republican wanaogopa ya kwamba eh, kwenye uchaguzi wa nusu muhula eh, huenda wakapata kichapo eh, kwa sababu eh, kura za maoni zinaonekana ya kwamba inaonekana dhahiri shahiri ya kwamba msimamo wa Donald Trump eh, haupendezi wa Marekani eh, kwa kiwango kikubwa takwimu za kura za maoni zinaonyesha kwamba umaarufu wake kwa masuala ya uhamiaji umeendelea kudorora. Lakini pia nikiangazia na lile swali ulikuwa umeliangazia pale mbeleni, mm, haraka upesi, mm, ni kwamba nadhani pia majimbo yana usemu usemi ya kikatiba E, kujaribu kupinga nafsi hizi za Donald Trump, tunajua kipengele cha kumi e, e, kinahakikisha kwamba e, majimbo yana yale tunaita reserved powers ya kuweza kujiendeleza ndani ya jimbo. Pia kuna kitu kinaitwa Posse Comitatus Act ya kwamba huwezi kutumia jeshi kufanya ile kazi ambayo imewekewa polisi. Ya, ya ya kwenye majimbo mm. Kwa hivyo pia kuna vipengele vingi tena vya kikatiba na tusahau, ya kwamba Trump ameshtakiwa kwenye mahakama kuu na kuna kesi nyingi sana ambazo zinasema mm. kwamba anakiuka katiba mm, eh, kwenye msururu huu wa kusaka wa uhamiaji na, na, bwana Monda uh, uh, nafikiri muda unatupa kisogo hapa, lakini swali la mwisho ningependa uh, kuwauliza nyote wawili, labda mnafikiri hii operesheni ya Trump imefanikiwa kwa kiasi gani? Kwa haraka haraka tuanze na bwana Bandio. Nafkiri, tafsiri nategemea mafanikio inategemea na um, yako. Una, una tafsiri yako, natafsiri kwa watu kwa watu walioondolewa, kwa athari ambazo zimeachwa, kwa idadi ambayo anatupa ama uhalisia mambo na kule mbao tunaelekea. Pia kuna uchaguzi wa katikati ya hili linaweza vipi Republican, katikati ya mola kura zote zinaonyesha kwamba wanaweza wakashindwa kwa sababu ya hii, na hii itakuwa ni tafsiri ya kushindwa kwa tafsiri, kwa, kwa harakati kwa sababu Minnesota walikuwa na nafasi ya kuchukua gv na hata baadhi ya viti vya, vya, vya lakini kama watashindwa kwa sababu ya kero ama asira za watu kutokana na hili itakuwa wtutka watu kesi gani? Mm, bwana Monda. Uh, rako upesi ni kwamba nadhani uh, imeathiri uchumi, wahamiaji wanachangia sana uh, kuboresha uchumi na pia yani, kwa ule ile utu ya kibinadamu, na pia imeathiri kwa njia hiyo, tunapata watoto wengi eh, kina mama wameumia sana kwa misimamo hii ya Donald Trump eh, na pia kwa uhusiano wake na majirani kama Mexico na Canada. Hali hiyo pia imeendelea ime, ime mm. kudorora, kwa hivyo mm. Hayo ndiyo maoni yangu mm. Shukran sana uh, profesa David Monda kutoka huko Washington DC, pamoja na Mubelwa Bandio, yeye yuko kule Maryland, Marekani. Shukran sana kwa kushiriki mjadala huu. Msikilizaji usiende mbali.